Ndio kusema kashafika na hana hata hana pa kwenda. Ukipenda boga, enda na ua lake. Hata ajue? Hawezi kujua bila kumjuza bwana. Hawezi kuota pia mzee. Ha? Mote. Si wewe tu kamwambie kwamba Abilai anakuja hapa na ataishi hapa. Kuna jingine jamani? Sawa. Asipo mimi ndashinda kwa

Si lazima kwa mjuzi hawezikuwotemzwotwlila kamwambie bwana kwamba Abilai yuko hapa, ameshafika, nataishi hapa. Basi kuna kingine tena jamani.

Hapo jikoni mnaweza mkaondoka. Tunafanya nini? Tunashuti watu.